Nikio, yule ambaye hana kazi anapoona watu wanatoka kazini jioni, kuna wengine wanakuja wameinama, maana hayakuendeka na kuna wengine wanakuja meno nje, anasalimia kila mtu hata wasiowajua, maana kuna mahali amebonyeza imetiki. Na mwingine mkipanda naye daladala anaweza kuwa nafokea tangu kondakta mpaka dereva Ikiuba kidogo naambia wewe, utatumwaga wewe. Kumbe shida sio kumwagika, shida anayo yeye. Hata kama naongea na wakristo wa asubuhi ya leo, katika maisha utapoteza muda mwingi bila mafanikio ukitafuta unachokitaka badala yanayekupatia kila jambo. Katika maisha lina ufunguo wake, kila jambo usipoujua Utasumbuka. Na kuhusu ufunguo wa maisha yenye ufanisi neno, la Mungu linaelekeza hivi, Injili ya Mathayo mlango wa sita aya ya 31 mpaka 33. Injili ya Mathayo mlango ule wa sita aya ya 31 mpaka 33 Injili ya Mathayo mlango wa 6 aya ya 31 mpaka 33, Biblia inasema msisumbuke, basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote kwa hiyo tusisumbuke. Hey. Mm. Hey. Tufanyeje? 33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Mwambie jirani yako utazidishiwa. Mwambie jirani yako utazidishiwa. Kusumbuka maana yake ni kupoteza muda mwingi na nguvu katika kufanya jambo ambalo halihitajiki hali halitakikani. Kusumbuka ni kupoteza muda na nguvu katika kufanya jambo ambalo halihitajiki. Maneno mengine ya Kiswahili wanasema kuhangaika au kuhaha au kugaya au kutaabika bure mm, eh. Kwa hiyo tusihangaike mm. Sihangaike maana yake usije ukapoteza muda na nguvu nyingi katika kufanya jambo ambalo halitakikani. kuna namna ambavyo unaweza ukafanikiwa katika maisha kama unajua ufunguo kwa kila jambo. Anasema utafute ufalme na haki yake mm, eh, mawili tu. Ufalme ni nchi inayotawaliwa na mfalme am, ambapo sasa mfumo wake wa utawala, mfalme ndiye anakuwa mkuu wa dola Finito. Kwa hiyo ufalme wa mbinguni hapa duniani maana yake nini? Maana yake ni ule ushawishi wa mamlaka ya utawala wa mbinguni hapa duniani. Asifiwe Yesu. Kwa misingi hiyo, anasema tafuta kwanza Usitafute hivyo unavyovitaka ah, ah, tafuta kwanza ushawishi wa mamlaka ya utawala wa mbinguni kila mahali ulipo, kila unapokwenda, katika kila unachofanya au unachokusudia kufanya, tafuta kwanza mamlaka ya utawala wa mbinguni kwanza. Kwa maneno mengine anasema hivi husisha utawala wa ufalme wa mbinguni kwanza. Jambo lolote, kila jambo unalohitaji au unalofanya au unalotaka kufanya, husisha kwanza mamlaka ya utawala wa mbinguni, ndipo utafanikiwa. Hmm, eh. Iwe ni masuala ya huduma, ufalme ufalme tu ufalme. Kuna watu walijaribu kufanya huduma ya Mungu ila wenyewe... Unajua, hii ni huduma ya Mungu, inatakiwa uifanye kwa maelekezo ya mwenye huduma. Hata sio kama naongea na watu a wa Mungu. Kuna watu wana vipaji wamekufa navyo, kwa sababu walitaka wavitumie kwa Mungu tofauti na Mungu. Kama ni uongozi tafuta kwanza ushawishi usha wa utawala wa Mungu, wa mamlaka ya utawala wa Mungu. Kama ni elimu tafuta kwanza, tafuta kwanza, nasema tafuta kwanza, lakini sio hivyo tu. Kama ni kazi tafuta kwanza, kama ni siasa tafuta kwanza. Niliwaambia hivi kuna mwanasiasa Mkristo na kuna Mkristo mwanasiasa, ni wawili tofauti. Kuna mfanyakazi Mkristo, lakini kuna Mkristo mfanyakazi, ni wawili tofauti. Kuna kiongozi Mkristo, lakini kuna Mkristo kiongozi. Kuna mzazi Mkristo, lakini kuna Mkristo mzazi, ni tofauti kabisa. Kuna mchumba Mkristo lakini kuna Mkiristo mchumba. So naona mnavyoniangalia kama nimetoka sokoni sasa hivi. Kwa hiyo kuna mwanafunzi Mkiristo, lakini kuna Mkiristo mwanafunzi. Yaani kinachotangulia ndicho kimebeba nyumba. Ukiwa na mwanasiasa Mkiristo tegemea chochote, afadhali upate Mkiristo mwanasiasa. Shida tulionayo sasa hivi, tuna watu wengi sana ni wanasiasa wa Kristo lakini sio wa Kristo wanasiasa. Kwa hiyo anaweza kukuahidi kukuletea kukujengea daraja mahali ambapo hakuna mto. Si mmeenda wapi? Kwa hiyo wewe ni masuala ya kilimo, ufalme kwanza, ufugaji, uchumi, malezi, uhusiano ujasiria mali ufalme kwanza, tafuta kwanza. Asifiwe Yesu. Hatuna shida na wasomi, tunao wengi, ila Wakristo wasomi wamekuwa wachache, lakini wasomi wa Kristo mbona wengi? Na kadiri wanavyoongezeka matatizo katika jamii yanafanyaje? Yanaongezeka. kana sema tafuta kwanza Tafuta kwanza kwa maana kwamba hakikisha ufalme wa Mungu unahusika sana kwa kila unachokifanya unashawishiwa, unaongozwa, unaendeshwa, unate, unatendeshwa na mamlaka ya utawala wa mbinguni katika kila unachokifanya kama ni hivyo maana yake, mbingu zitasimama na wewe katika kila unachokifanya. Hakuna kufeli, hakuna kufeli. Asifiwe Yesu! Tunatumia muda mwingi sana kutafuta tunachotaka badala ya kumtafuta anayetupa. Moja, pili anasema tafuta haki yake, haki ya Mungu. Hey. Ni nini sasa haki ya Mungu? Ni ile hali ya kuambatana au kuwa na mfungamano sahihi na Mungu, kuwa katika uhusiano na maelewano sahihi na mamlaka ya utawala wa Mungu. Haki ya Mungu, the righteousness of God. Asifiwe Yehova. Kwa maneno mengine, kwa kifupi tu, unaweza kusema Mungu kwanza, mengine baadaye. Kwisha ya maneno yote, Mungu kwanza, mengine baadaye. Kwa jinsi hiyo, kutafuta haki ya Mungu inamaanisha kutafuta kudumu katika uhusiano mwema na msimamo usiokuwa kinyume na utawala wa Mungu, popote ulipo <laughs> kokote uendako na katika kila jambo unalofanya unahakikisha hauko kinyume na utawala wa mungu basi kwa haya mawili haya ndio unayopaswa kuyatafuta kwanza katika maisha yako na huu ndio msingi wa maisha ya mwamini yenye yenye ufanisi kabisa. Msingi wa maisha ya mwamini unapaswa kujengwa juu ya kanuni hizi mbili: ufalme wa Mungu, kwa maana ya utawala wa Mungu, lakini pili, haki ya Mungu, kwa maana ya mfungamano au mshikamano wa uhusiano mwema uh, ulionao na, na, utawala, na utawala utawala wa Mungu sasa mengine yote yanayohusu maisha yako yamefungamanishwa, <laughs> yamefungamanishwa, yameambatanishwa humo katika hayo mawili. Asifiwe Yesu, humo tu. Sikiliza, iko hivi: katika kanuni za maisha, hali njema ya maisha ya watu katika ufalme fulani. Ndiyo sifa na heshima ya huyo mfalme.